Wewe, magambuti. Magambuti. Ah, kumbe upo? Mimi nipo. Hai, sasa nimepiga hodi hapo nje. Eh. Yaani nikasema huyu jamaa yupo ni. Ah, ah, chumbani humo kazi fulani, si unajua tena. Sasa ah. Sawa. Ah, mambo vipi lakini ndugu yangu? Poa jamaa yangu, naona umekuja e. Nimekuja mimi kwenye mali si sila, sila za kidamu si unajua tena e, ndugu. Lakini si unajua ile ni siri. Kwa hiyo itakiwi kumwambia mtu yoyote, lakini una uhakika kama kweli hapo kuna madini sio, tutembele safari ya bure? Pale ni uhakika. Kwa sababu gani? Sisi ndio tulioanza kuchimba kile kisima kwao. Kama wewe ni mtaalamu wa madini, tunaweza tukaenda ukajihakikishia wewe mwenyewe. Mimi ni mkali wa madini, we twende, tusipoteze muda. Si sinajua tukilaza damu ndio hivyo, tuna fail sisi wenyewe. Kama nilivyokuambia kwamba kinachohitajika ni, kwa ambia, kwa amba, kina ni siri tu, hamna kingine, hamna mambo mengine lakini ujue, mi mwe una dunda. Unadunda wapi? We jiamini. Uoga, uoga mbaya. Hivi vitu havitakiwi uoga. Twende. Sasa, ndo, isu, oh, hapa. Ndo hapa hmm. Afu hapa panaonekana hmm. Yani mzigo upo wa kutosha. Kwa sababu gani? Yaani huu mchanga ni wenyewe kabisa. Kwa hiyo sasa huu mchanga unaufanyaje? Yaani, kwa huu mchanga huu mchanga unaonekana ni wenyewe kabisa, afu umechimbaga zamani hapa. Ya, mm. Njoo kuu. Ah, ndo hizi ndo, ndo kia sasa, yeah. sasa. Yeah. unaziona hizi hizi yeah. ndo mali zenyewe ah. unaona i sasa hii yeah. ukiipeleka katika kipimo chake yeah. yani kabisa zinaonekana zenyewe yeah. Sasa hapa tuokote haya mawe makubwa makubwa haya, rangi yoyote, angiyoyote, wewe chukua tu, tu afu tuondoke yani, lakini usichukue lolote. Kuna mengine yana rangi za nani, unanichanganya bwana. Sasa eh, tulia. mimi ndo nisikilize, si ndo najua eh. Chukua haya hivi haya hivi, hapana eh, chukua haya hivi tuondoke. Kuna watu kule, mwanangu, tuyaweke kwanza hapa, tukaikae tuvunge, tuvunge ah, eh, wapite kwanza hapo, bwana. Basi shikamoo. Mmekuja kutafuta nini hapa? Basi shikamoo.

Unaona kama ushakuwa msaa huyu jamaa, mbona katuuliza kwa ukali sana? Wakula mvunga, tuchukue mzigo tusepe, au si? Nawaz hey, una, una wasiwasi? Nimeanza kutetemeka na mimi ace, tuchukue mzigo. Ha-ha, zikia sasa, hmm, tusubiri waondoke. Afadhali blaza, nami unigongeka asigaa. Inakiwa hapa dogo, mtakuja kuvuta na bangi. Si ukiona zo... tu mtu amekaa ameshika kegi, mnakaa mnakuja kugongea Mambo vipi? Kama kawaida. Poa. Hivi nyinyi mmetokea wapi? Sisi ni watu tu wa hapa hapa <tipi> kijiji. Mbona si <tipi> kuona katika kijiji? Ndio umetuona sasa, bro. Sasabo blaza, twende tuondoke. Mimi nilikuwa na cheki fegi tu hapa, fegi. Fegieni msela, kashani nyima.